Tumekuja hapa lengo letu ni moja tu. Kwa bahati nzuri, hatujaja kununua migebuka. Kichokileta hapa ni kuja kupata alama tatu dhidi ya Mashujaa, na kwa bahati mbaya, msimuu tumekutana nao katika jimbo la nyumbani la KMC Complex. Walikaa sana nyuma, mchezo kaisha, a, sare ya bila bila. This time tumekuja Kigoma, lengo namba moja la kuja Kigoma ni kutafuta alama tatu, ikishindikana hizo tatu basi ni alama moja, lakini target namba moja ni kupata alama tatu. KMC kaja katika dimba la Lake Tanganyika, ajiandae kwa chochote kwa sababu hatuna atu, hatuna msalie mtume kwa dimba la Lake Tanganyika. Hatuwezi kupoteza mechi katika dimba la Lake Tanganyika. Tunamkaribisha KMC, msimu uliopita alikuja amechukua tatu akaondoka, na msimu huu tunamuhakikishia lazima afe ili aondoke salama. Kwa hiyo tunaamini tunafanya kufanya vizuri, vijana wangu wako vizuri pia, nimefanya mazoezi kwa kiasi kikubwa, naamini vijana watakuwa timamu kwa kiasi kikubwa. Nimefanya mechi za kirafiki ambayo zimeniweka sehemu nzuri, naamini nenda kufanya vizuri. Kauli za kishujaa, maofisa habari wa KMC pamoja na Mashujaa kuelekea kwenye mchezo ambao utapigwa saa kumi kamili kwenye dimba la Lake Tanganyika pale Kigoma. Umesikia kauli za kibingwa, lazima afe ili aondoke salama hapa, eh. mchanganyika sasa anaondokaje? <laughs> <Sasa na> <laughs> Ama ndo twende mbele turudi nyuma. anakuwa salamu kweli.